Yaani mimi nataka uniambie ukanda huu wa mkoa wa Kilimanjaro katika wilaya hii na wilaya zingine ambazo kwenye mkoa huu kwa Wachaga, jamii ya Wachaga, ni Wachaga gani ambao wanaongoza kwenda nyumbani sana? Ni kwa, kwa kujitoa kinda kinda. Marangu, Rombo. Marangu na Rombo, Rombo. Machame vipi? Machame ni kidogo eh? sio sana. Kibosho ah, kidogo hapa wanakuwa wanabeba vitu gani sana sana, mizigo ya namna gani kupeleka nyumbani? Unajua wanakotoka kule bwana, kuna vitu vingi sana, kuna vitu viko chini, mchele nini. Sana sana uwezi kuona mtu asiyekuwa na kilo ishirini mchele, hapa lazima awe na kilo ishirini mafuta ya ndoo, mkate. Angalia mwenyewe, unaona kapu limejaa mikate yani, tunakula mikate mpaka Januari hiyo ni Rombo mpaka na, na, na, na Marangu. Ah, la, ngine tunatupia kuku. Sasa hivyo kila siku mkate miwili mitatu. Lakini Machame, Kibosho vipi? Kibosho ni Sanya Juu kule. Ah, Sanya Juu kule kwa wenzetu, unajua ni kawaida, ni wachache, sio sana kwa sababu Kilimanjaro Wachaga wengi wamehamia Sanya, kama vile unajua kule kwetu viamba ni vidogo, unaanza kutoka tu, kuna watu anja, kama vile mimi nilivyo Dar es Salaam, wapi. Kwa hiyo, na maana kule wapo mchanganyiko kwa hiyo lakini zaidi nilivyokuelekeza maji mkondo wa maji unapoelekea ni Marangu Rombo. Kibosho wachache sana na machame. Kawaida tu wastani wa kawaida ni wengi. Kishumundu vipi kule eh? Wanaenda sana nao? Kishumundu? Eh. Ah, wanakwenda. Ile soko Marombo na na Marangu. Ah we, kule ni zaidi bwana, wemkat wa wakipeleka mkate wa wakipeleka mkate wanarudi na ndizi ndizi huko mlimani kwa Wachaga. Wakienda na mikate na sukari na nini, wa lazima wapeleke ndizi Dar es Salaam. Eh, lakini kuna wengine wanatokea mikoa mingine kama Dodoma, Mwanza na wapi, sio lazima? Aa, wote wanatokea Dar es Salaam. Eh, wanatoka asilimia kubwa Dar es Salaam. Wachaga wanatokea wapi wewe? Mimi ni wa Moshi tu hapa hapa. Yani mchaga wa Machame, unaenda nyumbani lini sasa? Mimi leo Leo sikueo Kesho kutwa. Naitwa Lois. Niko mkoa wa Kilimanjaro, a, hii ni wilaya Moshi mjini, tuko stendi kuu ya mabasi hapa na tuko na mzee wetu ambaye anajihusisha na masuala mbalimbali e, ya usafirishaji sio? Ndio. Unaitwa nani mzee wangu? Naitwa mzee Mzee Mzee Doma. Mzee Doma. Okay. Unaionaje siku ya leo na siku ah, ya jana e, na hizo siku zingine zinazofuata? kama vile wanavyosema, msimu wa maembe maembe bana, nyani akondi. <laughs> eh? <laughs> e, e. Yo, mochi, yo. Ha, upepo bana, unaona unauona mwenyewe hali yake, hamna tena kusema tena yani, umapit... unajua bana, nikwambie neno moja eh? Msimu wa maembe bana, nyani yakondi. Yani, kuna abiria ni wengi, magari ni machache, kwa hiyo shule shulu unavyoziona zinavyokwenda bwana, kwa kweli tumejitahidi kweli, mpaka sasa hivi ninaona kama hali inakwenda vizuri kwa usafirishaji Kwenye position gani ni dereva au ni nani wewe? mimi ni msimamizi eh. keki unaionaje? sasa eh, keki unaionaje? keki ya mwaka jana na mwaka huu zinafanana? zi zi zina ah ah, mwaka jana hapana, ilipungua kidogo, lakini unyama sana eh. mwaka huu ni tena mno. okay. kabisa bwana bwana eh, kuanzia saa ngapi uko hapa? niko hapa kuanzia saa 11 asubuhi. Kwenye watu, watu kwenye stand hii upande huu wa huku hmm. Watu gani sana wanaongoza kwenda nyumbani kwao Rombo Marangu. Marangu. Rombo na Marangu, Marangu, Machami, Kibosho. Au wengine ah ah. Ah, wengine tunajua ni wachache ni wachache tu. Humu humu unajua kama asili ya Wachaga. Kwangu mimi ni Marangu. Nyumbani mimi Marangu? Hey. sa mwenyewe unajua tena ni, ni aliwatani hey. Mimi kusafiri ni wakati wote ule. Hata wewe ukiniona na gari ndogo tu unasema mzee wetu anakwenda bwana. Bwana bwana.